Yes. Kama tayari unajua kusuka yebo yebo, una uwezo wa kusuka nywele hii kwa urahisi kabisa. Cha muhimu tu huwa unajua kusuka yebo yebo. Tofauti ni kwamba hizi nywele tunazozisuka hapa zinakuwa ni ndogo ndogo, lakini mistari yake inakuwa haifiki mwishoni. Kwao tunakata vijimistari vidogo vidogo, alafu tunavisuka. Nimetumia jeli ya soft and free itanipa matokeo mazuri na ya haraka zaidi, lakini pia kwenye kukata kata mstari tu ulonyooka kuelekea upande wa nyuma kama hivi ambavyo unaona, sawa. Alafu baada ya kukata mstari, naomba nikuelekeze hatua ambayo inafuata. Kwa hiyo, mara nyingi huwa naambia, unaweza ukawa unasuka unajua kusuka, kwa mfano vi, vi notless notless ile tukaenda tukastyle tukapata kitu kingine kizuri zaidi. Kwa mfano unajua kusuka yeboyebo. Ile tukastyle na tukapata kitu kingine kizuri zaidi. Unajua kusuka twist, unajua kusuka kusuka twist labda nywele ya crochet. Kwa hiyo tuna uwezo wa kutoa vitu vipya na vya kisasa zaidi. Kwenye kukata, tutakata kama tutakata, kama tunavyokata trapeza, mstari utakuwa haujanyooka moja kwa moja, tutakata kwa kuulaza hivi. Naomba uangalie hii video kwa umakini. Sawa sawa, kama utakuwa hujaelewa, niandike kwenye comment hapo chini. Umeona nilivyokata hivi, yes. Alafu hii nywele ndio ikata na nitakwenda kuisuka yebo yebo. Kwao nitakata vimejistari vidogo vidogo kama hivi ambavyo unaona. Kwao nitaanza kwenye kusuka yebo yebo, sasa tutaongeza tu rasta kawaida. Lakini mfano hapa, nime weka rasta kidogo sana, alafu aa kuongeza rasta hivi. Nitasuka mara ya kwanza, mara ya pili nitakwenda kuongeza rasta. Kitu ambacho naweza ningakushauri kwa ni kwamba hii nywele tunaosuka ni nyembamba sana, kwa hiyo tunaweza tukaongeza rasta labda mara mbili mara tatu, tukawa tumemaliza, tukaja kumalizia kwenye kuongeza hasa kwenye upande wa mikia. Kwa hiyo ni kwa sababu ni kanywele kadogo, huwezi ukajaza rasta ambazo zitakuwa ni nyingi, na sisi tunahitaji nywele ambazo zitakuwa nyembamba vizuri. Mfano kwenye nywele nimeongeza ni mara moja mara mbili, hii ni mara ya tatu, sawa? Kwa hiyo vyote vinawezekana. Una rata, kama unahitaji nyembamba zaidi ya hapo ina maana kwenye kuchota ile rasta sasa itakuwa ni nyembamba zaidi ya hapo. Hii tumeongeza ni mara ya nne kama ambavyo unaona katika video yangu. Sawa sawa. Okay. Kwa hiyo huwa naambia kwamba kupitia bao tunaweza tukasuka nywele nyingi nyingi nzuri na zenye matokeo ambayo ni mazuri zaidi, lakini pia kupitia aidha ni knotless tukamix knotless na yeboyebo tukatoa kitu kizuri, kwa hiyo wakati mwingine ni vyema ukawa unajua kusuka nywele zote ili kupata yale matokeo ambayo yatakuwa ni, ni mazuri zaidi. Sasa naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Osman, kutoka Farida Beauty Academy na tunawakaribisha sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi kwa wewe ambaye unatokea mkoani, hosteli zipo. Kwa wewe ambaye upo Dar es Salaam hapa hapa, una uwezo wa wa kwenda na kurudi, lakini pia ada zetu una uwezo wa kulipa kwa awamu awamu kwa hiyo karibuni sana. Unahitaji kujifunza hujui, chochote huna idea, tutakufundisha hatua kwa hatua, sawa sawa. Una swali na chochote, niandikie kwenye upande wa komenti hapo chini, okay, sawa. Kwa hiyo ninachokifanya, nitakwenda sasa kuongezea uh, rasta. Mi nywele yangu leo sio nene sana, sio nyembamba sana, kwa hiyo kuna wastani fulani hivi o nitaenda kuongezea rasta kama hivyo ambavyo unaona. Kwa hiyo unapoisuka nywele hii, isuke mpaka mwishoni. Rasta unauwezo wa kutumia Glamo Zanzi, ukatumiasai, ukatumia Sensation Braids, ukatumia Habab XL, ukatumia Superstar, ukatumia rasta yoyote kutoka Darling Tanzania. Kama hizo ambazo nimezitaja hapo kwao, unauwezo kutumia rasta hizi na ukapata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Sasa sawa. Kama utahitaji kuweka mawimbi kama ambavyo mimi nimeweka upande wa chini, tumia rasta ya Sensation kwa matokeo mazuri na ya haraka zaidi. Una swali na chochote, niandikie kwenye comment hapo chini. Sasa i know kuna watu wengine mmeshajifunza kama hivi, unataka aende ukafanye mazoezi, ndio hivyo. Twende tu kwenye kuongeza kwanza rasta, kisha ongeza rasta. Nikupe jambo jingine: unapoisuka nywele, hakikisha nywele unaisuka yaani, unaishika vizuri Ukiongezea rasta kama hivi, suka mara ya kwanza, mara ya pili. Kama ni bado tunatafuta ncha, tutaendelea kusuka kama nywele zitakuwa. Tayari tumeshapata ncha, tutaongeza rasta tena, tutasuka tena mara ya kwanza, mara ya pili. Hakuna ugumu wa aina yoyote ile. Kama bado hujaelewa, niandikie kwenye comment. Kama una swali, niandikie kwenye comment hapo chini. Sasa sijui yeboyebo hii tuite vipi, lakini usukaji ndio kama huo na matokeo yake yatakuja kuwa ni mazuri. Naomba uiangalie hii video mpaka mwishoni, kwa sababu una uwezo wa kuruka, alafu mwisho wa siku ukakuta sisi tumesha suka tumemaliza, ukawa hujapata matokeo yale ambayo ulikuwa unayahitaji. Kaongeza rasta yako, suka mara ya kwanza, mara ya pili, endelea suka mara ya kwanza, mara ya pili, endelea. Umeona size ambayo unahitaji imefikia, usiongeze tena rasta, sawa sawa, wapenzi wangu, yeah. Kwa hiyo umeona nachokifanya. Baada ya hapo nitakwenda kumalizia kwenye upande wa ncha wa mikiani huku ili tuweze tupate matokeo kwenye upande wa mikia. Kama unaongeza rasta saizi yako ambayo unahitaji, unahitaji ukubwa zaidi ya hapo utaongeza rasta, lakini kwa hapa lazima tutumie rasta kidogo sana, kwa sababu upande wa kwenye mistari ile tumesuka mistari ambayo ni membamba membamba, ili iwe na, iwe na uwiano sawa Okay. Haya, tutasuka kama hivyo. Naomba nikukumbushe mwishoni hii nywele niliweka mawimbi, kwa hiyo hakikisha uondoki, hakikisha unaangalia video mpaka mwishoni. Lakini pia upande wa katikati tutabadilisha mkato, kwa hiyo tutaanzia upande wa nyuma huku kuja upande wa katikati. Hakikisha upo makini, kwa sababu unaweza ukaruka uka ukajikuta tofauti, alafu ukataka usuke upate nywele kama hii, ukajikuta kwamba haupati haupati matokeo ambayo yatakuwa ni sahihi, kwa hiyo vyema ukaa ukawa na subira. Okay jamani, yeah, kwa sababu mnahitaji kujifunza na chuo chetu. Mje, mje kwa wingi, njoni mjifunze. Wale wadogo zetu ambao bado mnasoma, umemaliza zako form 4, umemaliza form 6, umemaliza la saba, mzazi mlezi, mlete mwanao. Umemaliza chuo, upo zako nyumbani, yani upo uja ajiriwa, umejiajiriwa, likizo time, njoo darasani njoo ujifunze, tutakufundisha vizuri na utaondoka ukiwa okay, unajua. Lakini pia sio tu kujua, uh, utapata manufaa ambayo yatakuwa ni mengi mengi mengi sana. Sasa tunaelewana. Kwa hiyo karibuni. Kama kuna mkato wote unakusumbua tuandikie kwenye komenti, tutazidi kufundishana zaidi. Yes, hi itakusaidia uweze kujua vitu vingi vizuri zaidi upande wa nyuma tutaianzia nywele upande wa nyuma, tuitafute, tuje upande wa katikati kwa sababu laini ambazo tunahitaji upande wa pembeni tayari tumekwisha kuzisuka sawa kwayo. Kwa hiyo uzingatie hilo, hakikisha nywele hauibii. Kwa mfano, ukiwa unasuka nywele nyembamba hivi ukawa nywele ya mteja wako unaibiaibia, kwanza utamuumiza mteja lakini pia mteja hatakuwa comfortable. Yani, utajikuta unamuumiza mteja wako, hata ukienda kuibana nywele mteja awe na maumivu. Kwa hiyo jitahidi kwenye hilo, ili kuifanya kazi yako hiyo smart, lakini pia matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri sawa. Jitahidi aa, usifinye sana nywele kama hii. Huwa na washauri unasuka nywele ndogo ndogo, jitahidi mwe wawili mwe watatu Nikwambia upande wa nyuma, tutaanzia upande wa nyuma. Mkato wake utakuwa kama hivi ambavyo nitakuonyesha hapa katika video, lakini pia una uwezo wa kuipause video au kaangalia zaidi ya mara mbili, ukaangalia hii mistari yangu ambavyo imeenda. Lakini pia kwenye picha nitakuwekea picha zote, stage zote, kwa kama kuna sehemu kwenye ukataji pia ulikuwa kidogo unakusumbua, itakurahisishia. Kiswahili kigumu. Sawa, sawa. Tunaelewana haya. Umeona upande wa kwenye upande wa nyuma inavyokaa hii, itanisaidia hata nikija kibana nywele yangu itakaa vizuri zaidi. Usukaji wa yeboyebo, zingatia uongezaji wa rasta. Unapoongeza rasta, hakikisha umeisuka mara ya kwanza, mara ya pili. Ukisuka tu mara moja alafu ukaendelea kuongeza rasta nyingine, ile rasta ambayo umeiongeza itakuwa bado haujaisuka kwao. Naomba mjitahidi kwenye hilo lakini pia lakini pia tuwe tuwe makini, sawa sawa. Haya, okay. Msichoke, nywele ilikuwa kidogo ina prosesi nyingi kwenye ukataji kidogo, ndio maana video yake ikawa ni ndefu sana, lakini pia kwa we ambayo una saluni, nadhani ukiangalia hii video mara ya kwanza, mara ya pili, utajikuta unasuka nywele ambayo itakuwa ni nzuri nzuri nzuri sana. Tunaelewana? Okay, haya Malizia kwenye mikia, nitarudi upande wa pembeni. Baada ya hapo, upande wa pembeni tutasuka kama ambayo tulisuka kule mwanzoni mm. Tulikata mstari alafu tukasuka kwao, mstari ndio huu ambao naomalizia, tumekata mstari, alafu ile mstari tukausuka vidogo vidogo. Tunaelewana wapenzi wangu, kwa nitaomba uzingatie hilo ili kuona matokeo ambayo sisi tumeyapata. Sawa. Kwa hiyo jamani, kwa wale ambao mtasuka hii nywele unahitaji kutuma ile feedback upate kurekebishwa magupi yetu ya, ya WhatsApp yako wazi kabisa. Unachotakiwa kufanya, hakikisha tayari umeshagusa button nyekundu ile iliyoandikwa subscribe hapo upande wa chini, baada ya hapo njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaiona katika WhatsApp ya, uh, katika screen yako. Sawa sawa, kwa naenda kumalizia malizia hapa nikuonyeshe ile ambayo ni final touch. Sasa kwenye komenti zenu aa, naomba kujua kwamba hii nywele ninyi mnahitaji sawasawa, kwa sababu tulivyoenda kuibana ili- ilitokea kama pa, ay, m, kama nanasi. Ukiangalia kwa haraka unaweza ukafikiri mtu amesuka nanasi. Kwa hiyo e, nita ninaiandika tu ni aa, jinsi ya kusuka sijui pineapple au ya nanasi lakini tutakwenda kupata jina kamili uh, kupitia comment section upande wa chini. Nilikwambia nimeweka ambayo inashika ni mawimbi, rasta mawimbi ni sensation bread. Sensation kuna mboni ya ni sensation fupi, kuna sensation ndefu, lakini kuna ile sensation ambayo ni zaidi yote. Uh, unaweza kutumia in case kama utahitaji kuweka mawimbi. Upande wa chini nimetumia hizi flexible rollers ambazo ninaitwisi tu nywele yangu hizi ziko flexible. Unaweza ukaikunja ukafanya vyovyote ambavyo wewe unahitaji. Sasa kama utakuwa kuna sehemu bado hujaelewa, kuna kitu nahitaji kujifunza zaidi, niandikie kwenye comment hapo chini, tutazidi kufundisha namba. Nikukumbushe ajina langu ni, ni Farida Othman, na tunazidi kuwakaribisha Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Sawa sawa itaenda kuweka kwenye maji ya moto. Mara nyingi huwa nawaambia maji ya moto, tumia hita, tumia uh, chochote kile ambacho wewe unachemshia, lakini sisi tunahitaji maji ya moto, maji ya moto yale ya moto yenyewe ya uh, nywele yako itashika mawimbi vizuri, sawa. Na kwenye maji ya moto unaweka tu mara moja, ukifuta na taulo inakauka, ukitoa rolazi zako mawimbi yamekwisha kutokea. kwa hiyo zipo design nyingi za kutengeneza mawimbi ambazo unaweza ukajifunza na bado ukafanya kazi ambayo ni smart na ni nzuri zaidi. Flexible rollers mawimbi yake yanakuwa kama haya, sawa. So, wimbi linatofautiana na aina ya wimbi, aina ya roller lotumia au kifaa ulichotumia kutengenezea wimbi. Yes, tofauti tofauti, sawa. So, sawa so. Kwa baada ya kutoa roller zangu zote nywele yangu ilikuwa na mwonekano kama huu ambao nitakuonyesha hapa sawasawa. Upande wa nyuma nikiifungua ni, ni nywele yangu ilionekana kama hivi, ikiwa na mawimbi. Ukifunua nywele yetu inakuwa na muonekano kama huvi, inakuwa ni ebo, ebo, ebo ndogo ndogo, lakini ziko ziko fupi zimeishia katikati hazijafika mwishoni. Nikiangalia upande inakaa hivi, lakini pia mteja wangu akibana nywele yake inakuwa na muonekano kama huu. Mimi ni Farida Othman, karibuni Farida Beauty Academy. Asante, na kila siku tutakufundisha kitu kipya. Jambo la msingi, gusa button iliyoandikwa subscribe, kisha gusa alama ya kengele. Asante na kwaherini.